Manifestation inaweza kubadilisha maisha yako. Manifestation inaweza kukuletea kitu chochote kile ambacho wewe unataka kiwe katika maisha yako. Na pia manifestation inaweza kubadilisha hali yako. Ulikuwa maskini, na kwa kupitia manifestation unaweza ukawa tajiri. Yes, hivyo vitu vinawezekana, lakini sasa hili neno manifestation, inawezekana ikawa unajiuliza sana kichwani kwako manifestation ni nini? Na hili neno nimekuwa nikilitamka sana katika video zangu za nyuma. Sasa, leo wacha nikupe ufafanuzi rahisi kabisa wa hili neno manifestation. manifestation kwa Kiswahili tunaweza kusema ni udhihirisho, yani kitu kudhihirika. Kwa maneno rahisi, naweza nikasema hivi, manifestation ni udhihirisho, yani hali ya kitu kujionyesha hadharani kuonekana katika uhalisia wake, na kitu hicho kinatokana na hisia au mawazo yako yaliyotoka akilini mwako. Au manifestation inaweza ikawa pia ni jambo la kiroho yaani, jambo ambalo lilikuwa lipo rohoni, sasa limekuja kujionyesha katika uhalisia, katika maisha ya damu na nyama. Hiyo ndio tunaita manifestation, yani udhihirisho wa kitu katika uhalisia wake. Jambo lilikuwa katika nadharia, katika mawazo au lilikuwa kiroho, sasa linakuja kujionesha hadharani, yani unaliona hili hapa hiyo ndio tunaita manifestation, vile kitu kinavyotokea katika uhalisia, hiyo ndio tunasema manifestation. Na kipindi ambapo ninakwambia sasa unatakiwa kumanifest au unatakiwa kufanya manifestation, maana yake ni kwamba inatakiwa uhamishe kitu kutoka katika mawazo yako au hisia zako au kukihamisha kutoka katika hali ya kiroho kuja katika uhalisia. Hiyo ndio kufanya manifestation. Nafikiri hapo tutakuwa tumeelewana vizuri kabisa. Sasa leo katika video hii nataka nikufundishe kwa undani zaidi na kwa njia iliyo bora zaidi, ni kwa namna gani unaweza kufanya manifestation ili kuweza kutimiza matamanio yako hapa duniani. Kwanza kabisa, naomba nikuambie kitu kimoja: kila kitu ambacho sisi kama wanadamu tumekitengeneza katika sayari hii msingi wake ulianzia katika akili zetu our minds. Mambo yote ambayo unayaona hapa duniani, mengine yanafurahisha sana, mengine yanatisha sana, yote yametoka katika akili ya mwanadamu yes. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo basi, kama wewe ni mtu ambaye unajali sana kuhusiana na maisha yako unajali sana kuhusiana na vitu ambavyo unataka vije kuwa katika maisha yako, ni muhimu sana ujifunze jinsi ya kutengeneza vitu sahihi katika akili yako kwanza. Sasa, ikiwa hautakuwa na uwezo wa kuweka vitu sahihi katika akili yako, basi hata maisha yako na hata vitu vinavyotokea katika maisha yako vitakuwa vinatokea kibahati nasibu au kibahati mbaya, yaani unajishtukia tu, leo hii umekuwa mwalimu, hujui kwa nini umekuwa mwalimu, au unajikuta tu umekuwa fundi bomba, lakini hujui ni kwa nini umekuwa fundi bomba. Out from nowhere unajikuta tu maisha yako yanaendaenda. Kwa hiyo ni muhimu sana kuanza kujifunza namna ya kuweka vitu sahihi katika akili yako. Kama utaipangilia akili yako katika mwelekeo fulani, basi mfumo wako mzima wa maisha utakwenda katika uelekeo huo huo. Hii inamaanisha kwamba mwili wako, hisia zako, nguvu zako, yani kila kitu kitapangwa katika mwelekeo huo ulio useti kichwani mwako. Sasa hapa nini huwa kinafanyika inapotokea kwamba akili yako, hisia zako na mwili wako na maisha yako yote kwa ujumla yanaenda katika mwelekeo sawa? Maana yake ni kwamba chochote kile unachokitaka hapa duniani ni lazima utakipata, hata bila ya kufanya kazi ni lazima kinakuja kutokea. Kazi inaweza kufanyika, lakini ni kwa kiwango kidogo sana, ili kuweza kuasisti hilo jambo lako liweze kutokea. Sasa utajiuliza, inakuwa kuwaje hii yali? Endelea kunisikiliza utanielewa vizuri sana katika video hii. Hivi ulishawahi kujiuliza kwamba ni kwa nini watu wanaomba sana lakini hawafanikiwi? Sorry, simaanishi kwamba watu wote wanaoomba huwa hawafanikiwi. Hapana, ninamaanisha kwamba ile rate ya watu ambao wanafanikiwa ni chache sana kuliko wale ambao hawafanikiwi. Na hata wewe ambaye umekuwa ukitekeleza spell zangu, nimeshafundisha spell nyingi sana, unaweza ukawa unajiuliza hivi, ni kwa nini sifanikiwi? kila spell ninayoifanya naifanya, lakini haifanikiwi. Hapo shida kuu ni akili yako. Akili yako haipo katika uelekeo mmoja na hisia zako, na pia haipo katika uelekeo mmoja na mwili wako. Matokeo yake sasa, kila wakati akili yako inakuwa inabadilisha mwelekeo wake, yani ni kama vile mtu ambaye yupo safarini, anatembea kwa mguu, kila baada ya hatua mbili anabadilisha uelekeo. Anatembea hatua mbili, anaenda kulia, akipiga tena hatua mbili, anaenda kushoto akipiga hatua mbili tena anarudi nyuma. Sasa unaweza ukajiuliza swali, je, huyu mtu atafika kweli katika safari yake? Jibu rahisi ni hapana. Na kama ikitokea ukafanikiwa kufika huko na kuenda, basi itakuchukua muda mrefu sana, na utafika ukiwa umechoka mno. Utakuwa umepitia mateso ya kila aina. Sasa hicho ndicho kinachotokea katika akili yako. Ili uweze kufanikiwa katika jambo lolote lile, ni lazima akili yako hisia yako na mwili wako viwe katika mwelekeo unaofanana, na usipoenda na mfumo huu hapo, ni lazima utateseka sana katika dunia hii, na ndio maana leo hii kuna watu wanaamini kwamba ili uweze kufanikiwa ni lazima uteseke. Yaani wanaamini katika kuteseka ndipo kuna mafanikio, kitu ambacho si kweli kabisa, na suala hilo hapo ndo limekuwa tatizo kwa watu wengi hivi sasa. Na hivyo unafahamu kwamba mfumo wa maisha wa sasa ni mfumo wa kulazimishwa, yaani unaendesha maisha kwa kulazimishwa. Unajua hii sayansi na teknolojia ambayo inatakiwa kufanya maisha yetu kuwa mazuri na rahisi sasa kwa upande mwingine imekuwa chanzo cha matatizo yote ambayo yamekuja kuharibu msingi wa maisha yetu. Kwa hiyo kwa kadiri miaka inavyozidi kwenda, ni kama vile ulimwengu unatuachia laana, kwa sababu sisi tunauharibu kwa mikono yetu. Ukiangalia mfumo wa maisha yetu ya sasa, tunaishi kwa kulazimishwa kuliko kwa kutumia fahamu zetu. Ukiangalia maisha ya mwanadamu ya sasa Yaani amesha kuwa planned kabla hata hajazaliwa. Mtoto akizaliwa lazima atalazimika aende shule, akitoka shule lazima atalazimika aende kazini, aajiriwe au ajiajiri. Sasa mfumo huu wa maisha umefanya watu tuishi bila kutumia fahamu zetu. Hapa namaanisha nini? Namaanisha kwamba kwa mwanadamu wa sasa, lile wazo lililopo kichwani mwake linakuwa haliendani na hisia zake mwili wake na matendo yake anayoyafanya. Kwa maana hiyo basi, manifestation nyingi watu wanazozifanya zinakuwa zina feli kutokana na hii system ya maisha tuliyojitengenezea. Ngoja nikupe mfano mzuri kabisa. Kwa mfano, wewe unataka kujenga nyumba, wazo lako lililopo kichwani mwako ni kujenga nyumba, nataka kujenga nyumba. Lakini ukiwa katikati ya wazo hilo unawaza tena ili nijenge nyumba natakiwa niwe na milioni tano lakini hapa mkononi nina laki tano Tayari unajiambia siwezi, haitawezekana, ili jambo haliwezekani. Sasa kumbuka kwamba unaposema haiwezekani, pia umemaanisha sitaki. Kwa maana hiyo basi, akili yako inakuwa inasema nataka kujenga nyumba, lakini hisia zako zinakwambia sitaki. Tayari hauna mwelekeo mmoja kati ya akili yako na hisia zako. Matokeo yake basi hata mwili wako hautaitikia lile wazo linalotoka katika akili yako kwa sababu unakuwa ni mtu ambaye unapiga hatua mbili mbele. Alafu ukifika mbele unarudi tena hatua mbili nyuma, kunakuwa na ukinzani kati ya akili yako na hisia yako. Matokeo yake hautafanikiwa kujenga nyumba. Kwa maana hiyo basi ukiwa katika mgogoro huu katika jambo lolote lile, huu ni mfano tu nimetoa w kujenga nyumba, hautafanikiwa katika kitu chochote kile ambacho wewe una kidesire. Unaweza ukawa umejijaza mawazo mazuri sana kichwani mwako, lakini wewe huyo huyo unakuja kutengeneza ukinzani, unajitengenezea mgogoro. Matukio yake hicho kitu hakiwezi kuja kuwa katika maisha yako. Sasa nini kinatakiwa ili uweze kutengeneza manifestation bora na manifestation sahihi katika maisha yako? Jambo la kwanza kabisa ni kuwa na imani. Kuwa na imani katika jambo lolote lile. Inaweza ikawa ni imani ya Kikristo, imani ya Kiislamu, au imani katika nguvu za ulimwengu, au imani katika kitu chochote kile ambacho wewe unakiamini, na pia inatakiwa uwe mtu mwenye mawazo rahisi. Au kwa maneno rahisi naweza nikakwambia inatakiwa uwe na imani kama ya mtoto. Imani ni kuamini kwamba jambo fulani litakuwa, jambo fulani litakuja kutokea. Unaweza ukajiuliza hapa, kwa nini nimekuambia uwe na imani kama ya mtoto? Ngoja nikwambie kitu kimoja, imani huwa inafanya kazi kwa wale watu ambao hawakomplikate vitu. Sisi tunaelewana, yaani katika imani Hutakiwi kuwa unawazawaza sana overthinking. Yani kitu unakiwaza unakidadavua muda mrefu, hapo imani haiwezi kufanya kazi juu yako. Imani inatakiwa uwe ni mtu simple, uwe na mawazo simple, yani usikompliketi vitu. Kwa mfano mtu kama mtoto ambaye ana imani rahisi, unaweza ukawa unamwaga kwamba nikirudi kazini nitakuletea baiskeli. Basi yule mtoto Rudy, Rudy, yule mtoto ataliamini lile neno, atashinda nalo kutwa nzima, atawasimulia mpaka marafiki zake kwamba baba akirudi au mama akirudi ataniletea baiskeli. Yule mtoto hatofikiria kwamba hiyo baiskeli utainunua vipi, hela utapata wapi, uta ya kununulia baiskeli, utaibeba vipi. Ye anachojua utamletea baiskeli, hicho ndicho anachokiamini. Sasa hii ndio imani ambayo unatakiwa kuwa nayo. Unataka kujenga nyumba wewe, sema tu, ninataka kujenga nyumba. Usianze kufikiria kwamba nitaijenga jenga vipi, pesa nitapata wapi. Ukishaingiza hivyo vitu lazima uelekeo wako utofautiane. Mwelekeo wako wa kiakili, wa kihisia na kimwili, ni lazima iwe sawa, ni lazima ifanane. Ukishaingiza obstacle hapo kwa katikati kwamba itawezekana vipi hivi hizi hela nitazipata kweli? Nitajengea wapi? Nitaweza kweli? Tayari umeshaharibu imani yako. Unapo manifest katika kitu chochote kile, kwa mfano ukasema nataka gari, haitakiwi uingizie mawazo negative ya aina yoyote ile. Kama vile mtoto anavyokuwa na imani, mtoto anapoambiwa kitu fulani, nitakuletea kitu fulani, huwa hawazi kufeli hata siku moja. Muda wote anakuwa positive kwamba ninachojua mimi baba ataniletea biskuti. Hawazi kwamba hivi, what if kama baba akifeli kuniletea, what if kama baba atakosa hela. Haweki hayo mawazo, na hivyo ndivyo inavyotakiwa katika manifestation. Hautakiwi kuingizia negativity ya aina yoyote ile, hiyo negativity ya kwamba itatokea, haitatokea, inawezekana, haiwezekani sasa ile nguvu yako ya manifestation inaondolewa kabisa katika mawazo hayo, na matokeo yake hicho kitu hakifanyiki. Hebu naomba nikuulize swali moja, wewe unayetazama video hii. Kwa mfano, umepiga magoti chini, unamwomba Mungu akusaidie ujenge nyumba, je, yeah. maana yake ni kwamba unataka Mungu ashuke, aje akupangie matofali, ajenge nyumba? Jibu ni hapana. Naomba uelewe kitu kimoja, huyo unayemuita Mungu maana yake ni kwamba ni nguvu ya uumbaji, sio? Tunaelewana, ni chanzo cha uumbaji au ni chanzo cha maisha hapa duniani. Haijalishi ni Mungu gani, lakini Mungu tunayemaanisha ni kwamba ni chanzo cha uumbaji au chanzo cha maisha hapa ulimwenguni. Sasa kama Mungu amefanya mambo yote haya, ameumba huu ulimwengu, ametuumba sisi binadamu, tumetokea hivi. Ulishawahi kujiuliza, Mungu amewezawezaje kutuumba sisi? Mungu amewezawezaje kutengeneza hii dunia na ikatokea? Watu huwa hatujiulizi hayo maswali, lakini tupo comfortable, tunaishi katika dunia, maisha yanaenda, yani comfortable like that. sasa kwa nini katika kitu kidogo kama hicho kujenga nyumba unatengeneza maswali mengi sana, kwamba itawezekana vipi, itakuwa kuwaje, pesa nitapata wapi? Kwa nini, hiyo swala la kwamba itawezekana vipi au itafanyika fanyika vipi, uachie ulimwengu, iachie nguvu ya uumbaji, itadili navyo. Wewe baki na wazo lako kwamba mimi nataka kujenga nyumba. Kinachowezekana na kisichowezekana, hiyo sio biashara yako, ni biashara ya asili au ulimwengu. Biashara yako ni kujitahidi na kile unachotaka wewe, kazi yako ni kudili na lile wazo unalolitaka. Nataka kujenga nyumba, full stop, ishia hapo. Nataka kununua gari, full stop, ishia hapo. Ulimwengu utadili na wazo lako. Hilo gari litanunuliwa vipi? Hiyo nyumba itajengwa vipi? Na unajua, ngoja ni wape siri ya pamoja. Akili zetu sisi wanadamu zinaharibiwa na historia, yaani historia ya maisha ya zamani au maisha ambayo yamekwisha kupita. Kile kitu ambacho hakijawahi kutokea hapo zamani, basi watu huwa wanaamini kwamba kamwe hakitakuja kutokea katika maisha ya baadaye. Yaani mpaka kije kitokee ndipo watu wanaamini kwamba jambo hili linawezekana. Sasa hiyo inatokana na kutokuwa na imani ya kutosha. Kwa mfano, mimi leo hii nimekukuta umekaa kwenye kiti. Alafu nikakuuliza swali, hivi unaweza kunyanyuka hapo kwenye kiti ukatembea? Automatically utanijibu ndio. Alafu nikaja nikakuuliza pia, hivi unaweza kunyanyuka hapo kwenye kiti kisha ukapaa juu? Automatically utanijibu hapana. Kwa nini? Kwa sababu wewe, katika historia ya maisha ambayo umeyaona hapa duniani, unafahamu kwamba mtu ana uwezo wa kusimama na kutembea, lakini hujawahi kumwona mtu ambaye amesimama kisha akapaa. Na ndio maana katika hilo swali ambalo nimekuuliza, je, unaweza ukasimama ukapaa, utanijibu hapana. Hapo umetumia uzoefu wa historia kwamba unaamini hakuna binadamu ambaye anaweza akanyanyuka akapaa. Kwa maana rahisi ni kwamba hauna imani katika suala hilo hapo, au kwa maneno mengine umeamua kwamba kile ambacho hakijatokea mpaka sasa hakiwezi kutokea katika maisha yako katika siku zijazo. Na hili hata katika familia zetu, katika maisha yetu ya kawaida, huwa linatokea sana. Unakuta mtu tu anakuambia, ah, mimi ni wakujenga nitakuwa mimi katika familia yangu hakuna hata mtu mmoja ambaye amewahi kujenga, sembuse mimi, haiwezekani. Au mtu anakuambia ah, wewe, mimi kuendesha gari haitakuja kutokea. Familia yangu yote, ukoo mzima, hakuna hata mtu aliyewahi kumiliki baisikeli, sembuse mimi. Sasa unaweza kuona watu wanatumia experience ya maisha ya zamani au historia kuamua maisha yao, kitu ambacho kinakwenda kuharibu manifestation, isiwezi kutokea katika maisha yao. Sasa huyo mtu hata apige goti vipi, hata afunge na kuomba mara ngapi, hawezi kufanikiwa katika maisha yake. Ni kweli, ubongo wake unaweza ukawa una mawazo mazuri kwamba sasa hivi nataka kujenga, sasa hivi nataka kununua gari, lakini mwili wake na hisia zake haziko katika mwelekeo huu. Sasa naomba ufahamu jambo hili hapa. Kile ambacho hakijatokea mpaka sasa kwenye sayari hii kinaweza kuja kutokea kesho. Wanadamu wana uwezo wa kuifanya kesho, amini usiamini. Kwa hiyo basi, yale mawazo ya kwamba inawezekana au haiwezekani, achana nayo hayo, hayakuhusu Mawazo hayo yaachie ulimwengu. Ulimwengu unaona kila kitu. Lile wazo lako unaloliseti akilini mwako ulimwengu unaona, na zile jitihada unazoziweka kwenye hilo wazo lako ulimwengu unaona, na unalifanyia kazi hilo swala lako. Na ikiwa hilo wazo lako umelitengeneza katika uelekeo wenye nguvu yaani, ujaweka negativity yoyote ile, ujaweka mashaka ya aina yoyote ile, basi ulimwengu lazima utadili na wewe, lazima ulimwengu utakutimizia hilo swala lako. Kwa hiyo basi, ili uweze kufanya manifestation bora na manifestation iliyo sahihi, jambo la kwanza kabisa unatakiwa kuwa wazi juu ya kile unachokitaka. Unataka nini hapa duniani? Kwa ujumla, hapa duniani kila mwanadamu anataka aishi kwa furaha na amani, na ili uishi kwa furaha na amani, ni lazima utimize yale matamanio yako yaliyopo moyoni mwako. Kila mwanadamu ana ndoto. Kuna mwingine anatamani ajenge nyumba yake ya kifahari, kuna mwingine ili awe na furaha, anataka amiliki gari. Sisi tunaelewana. Na katika upande wa mahusiano, watu wote tunahitaji upendo, upendo usiokuwa na kikomo. Kwa hiyo hapo katikati kunakuwa na vitu vingi vya tofauti tofauti. Huyu atakwambia, nataka niwe kiongozi. Huyu atakwambia, nataka nipate kazi nzuri inayonilipa vizuri. Huyu atakwambia, nataka niwe na afya njema, niishi vizuri na watu, niwe mtu mwenye nguvu, mtu mwenye furaha. Yaani, vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo utachagua katika maisha yako nini hasa unataka. Hilo ndilo wazo lako unalotakiwa kuliseti katika akili yako. Sasa unaposeti hilo wazo lako akilini mwako, unatakiwa kuja kulihamisha katika hisia zako. Kama wewe una wazo la kupata utajiri maishani mwako, basi anza kufil hiyo hali ya utajiri katika hisia zako, yaani katika maisha yako unayoishi, anza ku feel sense ya kuwa wewe ni tajiri tayari. Kanuni kuu ya manifestation ni kwamba kile kitu ambacho wewe unataka kiwe inatakiwa ukifeel kwamba tayari kimeshatokea muda huo hapo katika maisha yako. Na pia hata mwili wako unatakiwa kuendana na hisia zako na lile wazo lako lililopo katika akili yako. Kwa maana hiyo basi, hata maneno ya kinywa chako yanatakiwa kuendana na wazo lako lililopo katika akili yako. Anza kujitamkia, mimi ni tajiri mimi nina pesa nyingi, mimi ninamiliki gari zuri la kifahari hata wale watu ambao watakuwa wanakuzunguka wanaweza wakawa na kubeza, wanaweza wakawa na, na kucheka, lakini we simamia msimamo wako, sema mimi hicho ndicho ninachokiamini, mimi ni tajiri tayari, muda si mrefu nitaendesha ndinga kali, nitamiliki mjengo mkali. Hivyo ndivyo manifestation inazidi kupata nguvu. Masuala ya kusema hili swala litawezekana vipi? We uachie ulimwengu. Utaanza kuona jinsi ambavyo ulimwengu unaanza kukuletea matajiri, marafiki matajiri wanaanza kuwa karibu na wewe. Unaanza kujihusisha na watu waliojenga nyumba, unaanza kupata mawazo jinsi gani nyumba inajengwa. Yaani ulimwengu utakutengenezea njia ya kuweza kufanikisha lile wazo ambalo liliseti akilini mwako. Kwa hiyo Unaweza ukajikuta umeshajenga nyumba, umenunua gari. Mtu anakuja anakuuliza, hivi, hebu niambie ndugu yangu, umefanya fanyaje? Umestruggle vipi mpaka umeweza kufanikisha yote haya? Wewe mwenyewe unaweza ukawa usiwe na jibu la moja kwa moja. Na ndio maana watu wengi waliofanikiwa hata wakiitwa kwenye semina waelezeni kwa jinsi gani wamefanikiwa, watu wengi huwa wanasema kwamba wanadanganya, yani wanaongea vitu ambavyo havipo katika uhalisia. Lakini ukichunguza kwa undani zaidi, watu hawa unakuta wamevushwa na ulimwengu kwa namna ambayo hata wao wenyewe hawaielewi, ila wanajikuta ni kama vile puto puto linarushwa linapaa angani, anajikuta sasa hivi yuko mahali fulani, kesho yuko mahali fulani, mwisho wa siku anakuja kujikuta yupo kileleni kabisa. Ukimuuliza, ndugu yangu, umefika fika vipi? kwa sababu katika akili za kawaida za watu huwa wanafikiria kwamba watu waliofanikiwa wali, wali struggle sana, wamepambana sana, lakini wengi wao hawajapambana kiivo, ingawa wapo kweli waliopambana, wametoka jasho, lakini wale waliofanikiwa kwa kupitia manifestation hawajapambana kiivyo hawajatoka jasho kiivyo kama ambavyo wewe huwa unafikiria, na hii ndio sababu inayofanya watu wengi wawachukie motivational speakers. huwa hawaamini maneno yao. Mtu anaweza kukwambia nimefanikiwa kwa kuuza pipi za shilingi mia mia. Sasa kwa akili ya kawaida unaweza usiamini, lakini katika nguvu za ulimwengu kila kitu kinawezekana, hakuna kitu ambacho hakiwezekani hapa duniani. Ikiwa utaweza kutengeneza wazo lako akilini mwako, wazo sahihi likaendana na hisia zako, likaendana na mwili wako na matendo ya mwili wako yakaendana na hilo wazo lako, basi wewe utakuwa ni mtu wa ajabu sana. Chochote kile utakachokitamka lazima kitatokea, na wewe ndio utakuwa muumbaji wa maisha yako, na nikwambie tu kwamba kila binadamu hapa duniani anao huo uwezo wa kuwa muumbaji wa maisha yake. Na ndio maana siku zote huwa ninawaambia usimdharau mtu hapa duniani hata siku moja, kwa sababu kila mtu ana uwezo wa kutengeneza kile anachokitaka hapa duniani. Usije ukawa wewe unamiliki gari ukamdharau mtu ambaye hana gari au ukamdharau mtu ambaye hana nyumba, hohehahe, hana kazi. Hapana, maidia kila mtu anao uwezo wa kutengeneza kile anachokitaka hapa maishani. Ni wewe tu kuamua kuwa na mwelekeo sawa, kushikilia kile kitu ambacho una kidesire kichwani mwako, kukiweka akilini, kukihisi na kukiishi katika uhalisia wa maisha yako na hizi spells zote ambazo huwa nawafundisha, ukienda katika mtazamo huu, hapo kila spell itakuwa inakufanyia maajabu katika maisha yako. Niaminini ya mimi, kila spell itakuwa ni muujiza mkubwa katika maisha yako. Na kwa wewe ambaye unatazama hii video muda huu, tambua kwamba wewe ni wa thamani sana hapa duniani. Hakuna mtu mwingine kama wewe hapa duniani, haitatokea mtu anayefanana na wewe hapa duniani. Kwa hiyo itumie hiyo fursa vizuri, usije ukajidharau hata siku moja. Na kama umejikuta unatazama hii video, katika channel hii, tambua kwamba hii ni channel kwa ajili ya watu ambao wana kiu ya mafanikio, wana kiu ya kuyabadilisha maisha yao. Kwa hiyo kama umejikuta huko hapa unatazama hii video, ndugu yangu, hujaja hapa hapa kwa bahati mbaya, umeletwa hapa kwa kusudi maalum. Kwa hiyo basi, kuanzia leo amini kwamba wewe ni mtu mwenye mafanikio, wewe ni tajiri, wewe si mnyonge hapa duniani. Unaweza ukaandika neno lolote lile la ushindi hapo chini katika comment, ili kudhihirisha hiki ninachokisema hapa. Kwa kuandika kwako, utaanza kuset manifestation katika maisha yako, na kwa hakika hivyo unavyoandika ndivyo ambavyo itakwenda kuwa katika maisha yako. Na kama ulikuwa bado hujasubscribe na kusisitiza, hakikisha una subscribe ili somo linalofuata lisije likakupita. Asante sana.